Shalom mwana na urithi wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Una amani kuwa mtazamaji wa Sonship Spirit TV, jicho la Mungu duniani kote. Karibu, karibu katika kipindi kipya cha Kitabuni Kuna Kitabu, na utakuwepo pamoja nami Janet Maridadi hapa hapa Sonship Spirit TV. Kitabuni Kuna Kitabu Esta sita mstari wa kwanza wa Korinto wa kwanza sura ya kumi mstari wa kumi na tatu. Familia ni kitovu cha historia, si historia tu, bali familia imara ni zao la historia imara. Moja kati ya vitu vilivyosumbua na vinasumbua vijana wengi ni suala la hatima zao. Mimi ni nani? Kusudi langu ni lipi? Ninaishi kwa sababu gani? Maswali haya na mengine mengi yanahusu maisha yamekuwa yakisumbua bongo za wana wa Mungu na hata wasio wana wa Mungu. Wengi wamekata tamaa na kuishi maisha ya hovyo kwa sababu ya kushindwa kujua kusudi la kuishi kwao. Jambo la kuumiza kwa vijana hawa, wamekuwa watu wa kulaumiwa kushindwa kuendesha maisha yao kuliko kupewa jawabu. Wazazi wanalaumu, jamii inalaumu, marafiki nao wanalaumu, hata serikali imekuwa sehemu ya kuwalaumu. Watu wameacha msingi, jamii imejisaulisha msingi, wameiacha familia, wameitupa familia. Wana wa Mungu nao wameshindwa kutambua thamani ya familia ya Mungu iliyo chanzo cha familia zote. Wameshindwa kuelewa kwa nini Paulo alimpigia Baba magoti kama ilivyoandikwa kwenye nyaraka yake kwa Efeso kusema kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa. Waefeso 3 mstari wa 14 hadi 15. Kabla Mungu Baba hajamzaa Adamu katika mwili alishafunua hatima ya Adamu juu ya nchi. Alipokuwa akizaliwa Nuhu, Lameki alijiuliza hatima ya mwanaye. Abrahamu naye alifahamu yaliyo kwa Isaka hata kabla kuzaliwa katika mwili kama ilivyo kwa Rebeka naye alipojulishwa juu yu ya Yakobo mwanaye, lakini zaidi sana hata kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, tulijulishwa hatima yake. Isaya alisema, Matayo naye alisema lile ambalo lilianza kusemwa na Mungu tangu mwanzo, tatu mstari wa 15 haya yote hufunuliwa katika familia imara, familia ambayo inamfahamu baba wa ubaba wote katika Kristo Yesu. Ngoja nikupe stori hapa, mwana wa Mungu. Tarehe 21 mwezi wa saba mia tatu hamsini na sita kabla ya Kristo, familia ya mfalme Filipu wa pili wa Makdon enzi za Ugiriki ilipokea shujaa ambaye historia inamtaja hakuwahi kunusa hata harufu ya kushindwa vita kwenye maisha yake, pamoja na kuishi miaka 32 tu juu ya nchi. Mtoto aliyezaliwa kutoka kwenye tumbo la mwanamama Olympius huko Ugiriki, aliyekuwa mke wa nne kati ya wake nane wa wa mfalme Philip wa pili wa Macdon. Hapa ninamzungumzia Alexandra the Great mtu aliyepindua utawala wa Wajemi katika umri wa miaka 22 tu, mtu aliyeusambaza utamaduni wa Kigiriki eneo kubwa la dunia, mtu wa Kigiriki aliyetawala Misri kama farao, ijapokuwa yeye ni Misri. Historia inadai kuwa siku kadhaa baada ya mfalme Philip kumwoabi Olympias, mama yake na Alexandra aliota na kuona radi iliyotoka juu na kumpiga katika tumbo lake na kisha mwangwi wa radi ile ukasambaa katika eneo kubwa la Magdon. Siku kumi mbele, mfalme Philip mwenyewe akaota na kuona akilinda tumbo la mkewe kwa ngao iliyokuwa na picha ya simba juu yake. Ndoto hizi zilitosha kueleza wazazi hawa ni mtoto wa namna gani ambaye walikuwa wakimtarajia, na ndivyo alivyokuwa mtoto wao. Kila kilichofanywa na mtoto wao hakikuwa kitu kipya kwao. Kwani walifahamu hilo hata kabla ya kuzaliwa kwake. Kwa historia zaidi ya Alexander the Great, basi usome Biblia yako na kutembelea tovuti mbalimbali mbali ambazo zimeeleza mambo yake. Vipi wewe mwana wa Mungu, unaijua hatima ya wanao au tumsubili akuwe atajua mwenyewe huko mtaani? Imeandaliwa na kuandikwa na Mchungaji Elna Imbala, Taifa la Bwana, pete ya muhuri, Hagai mstari wa 23, na mimi msimuliaji wako ni Janet Maridadi.